Mlisikia maneno aliyopiga mke wangu pale, ba baada ya pale walienda kumsimamisha kazi. Sasa na yuko nyumbani ana amani kabisa, yaani kabisa, yeye yuko tayari, ameambiwa akiambiwa achague kazi na mume wake anachagua mume wake. Tumeelewana na wanasema kwamba oh, si hana vigezo. Sasa so, tukaulizana. Kakosa vigezo baada ya kuongea jukwani <laughs> miaka mitatu yote alikuwa navyo, lakini ndo kavikosea pale ameniambia kwa namna anavyowapenda na kwa sababu bado yuko imara, aliniuliza hivi hawa watu wakishachukua majiko ya gesi watabeba kichwani au inakuwaje? Akaniambia naye pia anaomba awape nauli ya kubebea hizo gesi elfu tano tano kila mmoja. Olasit anaomba awape nauli ya kubebia gesi elfu tano tano kila hata yule ambaye hajapewa gesi pia niambiwa wako 261 nao pia watapewa nauli na mke wao. Mwambie jirani yako akipandikiza chuki, we panda upendo. Mwambie hey! hey! hey! jirani yako, hata kama nataka kugombea, njoo basi kwa utaratibu, usinyanyase watu. Tumeelewana. kuna hey! hey! hey! mjumbe mmoja wa kamati ya siasa anaitwa Asia alikuwa yuko hapo Arumelwa, kwa sababu aenda kwenye ziara za mbunge, wamemhamisha wamempeleka kule Ngorongoro, lakini mpaka leo bado yuko imara, amebaki na msimamo wake ule ule, kwa sababu Ngorongoro sio mbinguni, Ngorongoro ni hapa hapa duniani. Alafu haya ni mambo ya mpito tu, tunakwenda kura za maoni zikiisha, uchaguzi ukiisha, maisha yanaendelea. Arusha oye! Daktari Samia oye! mjiani yako Daktari Samia, mitano tena mara yake, nilikuwa najiuliza, kila mbunge ukisimama, mara umesemwa hivi, mara umenyanyaswa hivi, mara umeonewa hivi, kumbe shida ni ubunge tu. Kama unataka ubunge, si uje uwanjani, watu wataamua. Una haja ya kumnyanyasa mtu, una haja ya kumwonea mtu, una haja ya kunyanyasa mtu? Jenga hoja zako, weka sera zako, muda ukifika, mpira utaweka uwanjani, watu wataamua. Arusha hoyo aknasaa muda akifika, tuchukue fomu tena, tug arusha we wako hata baadhi ya watu ambao tumewaunga mkono mwaka elfu mbili na ishirini tumewasaidia kwa jasho na damu, lakini bado wanapita na watu wengine kwenye kata yenu, wanashirikiana kunipiga vita. Mi sitampiga vita mtu yoyote, mi kazi yangu ni kuwaombea, ntawaombea kwa sababu najua ubaya unatabia ya kujirudia. Nadhani mmenielewa. Ubaya tabia ya nini? ya kujirudia, kujirudia. Mtu aliyekutendea wema mlite wema usiingie kwenye mkumbo wa kumfanyia ubaya mtu ambaye hajakufanyia ubaya kwa sababu malipo ni hapa hapa duniani, nadhani.